Dkt Samia oye! Kwa hiyo fedha hizi alizozitenga shilingi bilioni 126 kwenye kata 713 kujenga minara 758 ikiwepo kata hii ya Chanzuru na kijiji hiki cha Idete, lengo hili sisi wasaidizi wake tunahakikisha linatimia. Na amesema vizuri mkuu wa wilaya, na taarifa hapa yametolewa, tunataka tarehe moja mwezi wa nne mnara huu washwe, na tunataka tarehe kumi na tano ya mwezi wa nne mnara huu uzinduliwe rasmi, na mawasiliano yapatikane hapa Idete, na mpaka hivi ninavyozungumza katika mradi huu ambao minara mia tatu na nane imeongezwa nguvu na minara 758 imejengwa upya. Ile minara mia tatu na nane iliongezwa nguvu yote imekamilika asilimia mia moja, lakini minara hii mia saba hamsini na nane mpaka hivi tunavyozungumza, minara mia nne na ishirini zaidi ya asilimia 55 imekamilika na maelekezo yangu kufikia tarehe 12 mwezi Mei ambapo mikataba inafika mwisho, minara yote 758 lazima iwe imekamilishwa na kuwashwa ili wananchi waweze kupata mawasiliano. <laughs> Fedha hizi alizotenga Daktari Samia zinaenda kupeleka mawasiliano si tu kwa wananchi elfu saba wa hapa Idete bali kwa wananchi milioni nane na laki tano ndani ya nchi yetu ya Tanzania wako wananchi milioni nane na laki tano ambao kabla minara hii haijajengwa walikuwa hawana mawasiliano, lakini Mheshimiwa Rais kwa mapenzi yake makubwa ya kutaka Tanzania hiyo ya kidijitali ametoa fedha, anataka wananchi hawa milioni nane na laki tano kufikia tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tano wote wawe wanapata mawasiliano. Huyo ndiyo dr Samia Suluhu Hassan. Kwa, naendelea kusisitiza maelekezo yangu niliyotoa, kwamba tarehe kumi na mbili ya mwezi wa tano, kufikia saa 6 kamili usiku minara yote 758 lazima iwe imewashwa. Hatutoongeza hata sekunde moja. Nilimsikia pale chini mwakilishi wa Airtel anataka kuhamishia mzigo kwa minara na mkandarasi wake sisi pesa za USAF tumempa Artel ko sisi osaenye naye mkataba ni mtu wa huduma atel vona honora ambaye ikuwa Tigo zamani, sasayasi Halotel na TTCL hawa watu watano, tarehe kumi na mbili mweyi saa sita kamili usiku tutakuwa mlangoni kwao, tutaka kuona milara yetu yote mia imekamilika na inamumia Tanzania.